Katika hali ya siku chache zilizopita, hali katika ukanda wa Gaza imechukua mwelekeo mpya wa kisiasa na hata kijeshi. Ingawa Rais Donald Trump ametaka Israel kusitisha mara moja mashambulizi ya anga dhidi ya Gaza, ripoti za haraka na mashahidi zinaonyesha kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea kufanya kazi. Je, ni kwa nini Israel inaendelea na vita wakati pressure ya kisiasa na kimataifa inakuwa kubwa? Mnamo Oktoba 3, mwaka 2025, Rais Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social aliandika asema, "Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get hostage out safely and quickly." Akimaanisha kwamba Israel inatakiwa uweze kusitisha mara moja kushambulia Gaza ili kuweza kuwasaidia mateka waweze kuondolewa salama na haraka. Pia aliongezea kuwa Hamasi inaonekana tayari kwa amani ya kudumu. Lakini baadaye kidogo, ofisi ya waziri mkuu wa Israel ilijibu kwa kusema kwamba Israel inajiandaa kutekeleza hatua ya kwanza ya mpango wa Trump ambayo anahusisha mchakato ua wa uhamisho wa hostage, lakini hawakutoa ahadi ya kusitisha mashambulizi yote mara moja. Hata baadaye ripoti kwamba operesheni za kushambulia mji wa Gaza imeangazwa kusitishwa kwa sasa, na majeshi ya Israel walioshauri kuweka shughuli zao kwa kiwango cha chini ili kufanya hatua za kuanzisha mpango wa Trump. Lakini licha ya hayo, mashambulizi ya anga yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Gaza, ikiwemo mji wa Gaza na Khan Yunis. Ripoti za mashahidi zinabainisha mizinga ya ndege na mabomu ya makombola yakiendelea kuangushwa. Trump ameweka mkakati wa alama ishirini yaani, two point plan ambao unataka kusimamia ama kusimamisha mapigano, kurudisha mateka, Israeli kuliondoa hatua kwa hatua, na kupanga utawala wa mpito ulio chini ya utawala wa pande huru. Wito wake kwa kuacha mashambulizi mara moja ni sehemu ya shinikizo la siasa na diplomasia. Anaamini kwamba hatua ya kuacha mapigano itasaidia usalama wa kuwatoa mateka bila changamoto yoyote ambayo labda baadaye inaweza kuja kujitokea. Pia baadhi ya vyanzo vya vyombo vya habari vinasema kuwa serikali ya Israeli imeagiza majeshi kupunguza operesheni za kijeshi. Kwa kuingia milimani na kuweka mashambulizi ya kijeshi makubwa lakini kuruhusu shughuli za kujikinga na kupiga mashambulizi ya kijeshi madogo. Hamas ilitoa taarifa ikasema kuwa inataka kufanya mazungumzo mara moja kuhusu kubadilishana mateka, kuishia kwa vita na kujiondoa Israel kutoka Gaza, lakini katika mwitikio huo Hamasi haikukubali mara moja suala la kuachana vyombo vya vita yani, disarmamenti ambalo, vya vita yani, jambo ambalo Israel na Marekani wanaliunga mkono pia. Aidha, Hamas ilisema kwamba suala la utawala wa Gaza baada ya vita ni lazima lishughulike ndani ya mfumo mpana wa kisiasa wa Palestina na ipendi kupuuzwa au kuachishwa upande wa kisiasa. Japo wito Trump ulikuwa wa kusitisha mashambulizi mara moja. Alipoteza mashahidi zinaonyesha kwa ndege za kijeshi za Israel bado zinakabiliwa Gaza katika mji wa Gaza, lemawa, na maeneo kan, uh, kan Yunis muda mchache baada ya wito huo. Yaani Trump alitoa ahadi ya kwamba kama Hamas wamekubali kuweza kusitisha mapigano basi kuna haja ya nyinyi Israel na nyinyi msiweze kushambulia eneo lolote, lakini baada ya tangazo hilo la Trump dakika chache tu zikaja kuonekana uh, drones na mabomu yakiweza kurushwa kwenye upande wa Gaza. Hatujua sababu kubwa ambayo Israel inamfanya endelee kushambulia ni nini, lakini ripoti za awali ni kwamba uh, makubaliano kutoka kwa upande wa Hamasi wamekubali kuleta maridhiano kwa pamoja.